Ukraini imefanya mashambulizi mazito dhidi ya adui yake Urusi na kuzipiga takribani ndege 40 za kivita za Urusi. Haya ni moja ya mashambulizi makali zaidi hadi sasa kwenye anga za Urusi yaliyofanywa na Ukraini. Kulingana na taarifa kutoka idara ya usalama ya Ukraini, CBU, ndege za kivita za kimkakati za Urusi zimeteketea kwa wingi nchini Urusi. Idara hiyo imesema kuwa Ukraine imeendesha operesheni kubwa maalum inayolenga kuharibu ndege za adui yake Urusi. Idara hiyo imetoa video ambayo inaonesha shambulio la ndege isiyo na rubani katika uwanja wa ndege wa Belaya katika mkoa wa Irkutsk huko Siberia. Ndege za kivita zimeshambuliwa, huku milipuko ikionekana na moshi mzito ukiongezeka. Ripoti zinaonesha kuwa ndege nyingine zimeshambuliwa katika uwanja wa Olenya karibu na Murmansk. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti shambulio hilo huko Murmansk, lakini vilisema ulinzi wa anga unafanya Wakati huo huo, mamlaka ya Ukraini inasema kuwa ndege zisizo na rubani 472 na makombora saba ya balistic ya cruise yalihusika katika wimbi la mashambulio ya usiku wa kuamkia jana dhidi ya Ukraini. Mashambulizi hayo yanakuja wakati ambapo wapatanishi wa Urusi na Ukraini wanaendelea huko Istanbul, Uturuki, kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani siku ya leo. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Urusi, viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa mitano ya Urusi vilishambuliwa na ndege zisizo na rubani leo. Serikali ya Kievu ilifanya shambulizi la kigaidi kwa kutumia ndege za rubani za FPV dhidi ya viwanja vya ndege katika mikoa ya Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan na Amur, wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema katika taarifa. Wizara hiyo imeripoti kwamba mashambulizi yote katika viwanja vya ndege vya kijeshi vya mikoa ya Ivanovo, Ryazan na Amur yalizuiwa. Ndege kadhaa ziliwaka moto katika viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa ya ertuski na murmanski baada ya mashambulio ya ndege zisizo na rubani za ZPV, wizara ya ulinzi ya urusi imeripoti moto huo umezimwa. Hakukuwa na majeruhi katika wanajeshi au raia, jeshi lilisema, na kuongeza kuwa baadhi ya mashambulizi yamezuiliwa. Wakati huo huo, urusi ilijibu kwa mashambulizi ya kombora kwenye uwanja wa mazoezi katika mkoa wa dnipro petroviski nchini ukraine na kusababisha vifo vya watu kumi na wawili na kujeruhi zaidi ya Westini. Wakati hayo ya kijiri, kamanda wa vikosi vya ardhini vya Ukraini Mikhailo Drapati amewasilisha barua ya kujiuzulu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi jana iliripoti kwamba mfumo wa makombola wa Iskanda ulipiga kambi ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Dnipro Petroviski. Taarifa za kina kuhusu shambulio la Urusi zilitolewa na vyombo vya habari kwa njia ya siri, zinaeleza kuwa operesheni hiyo iliyotambuliwa kama Spider Web ilichukua mwaka mzima na kupanga na ilisimamiwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Aidha, vyanzo hivyo katika kitengo hicho vimesema kwamba ndege zisizo na rubani aina ya FPV vilivyotumiwa na kitengo cha SBU zilirushwa angani na kufuatwa baadaye na majumba yaliyo kwenye magurudumu yaliyotengenezwa kwa mbao. Punde tu zilipoingia ndani ya himaya ya Urusi, ndege hizo zisizokuwa na rubani zilifichwa chini ya paa za majumba hayo ya mbao na kuwekwa ya malori. Picha ambazo zimetolewa zinaonesha ndege hizo zisizokuwa na rubani zikitoka kwenye paa ya mojawapo ya malori zilizobeba majumba hayo ya mbao. Ukraine inakadiria kwamba hasara iliyopatikana ni thamani ya dola bilioni mbili sawia na pauni bilioni moja nukta tano. Ukraine ililenga kuharibu silaha aina ya TU-95 ambayo ni silaha kubwa zaidi ya kurusha mabomu inayofahamika kama Bear TU-22 m -tatu. silaha inayorusha mabomu kwa masafa marefu na 50 ambayo ni ndege ya kutahadharisha majeshi mapema kwamba kuna tishio linalokaribia. hii ni Msasa Media. Kwenye mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina moja tu la Msasa Online. Tufollow, like comment na share Msasa, kisasa zaidi.